Habari ya jioni. Naona kila mtu anatabasamu, inaonekana neno la Mungu ni tamu. Abone uli mundu ka kamuna wele linu. Mungu anaweza kanalio libolya Wele linu. Nafaa kumshukuru Mungu kwa sababu ya utukufu wake. Yenye khusime Wele khulwa khuvela luya lilwewe. Na muombe atufunze jinsi ya kumwabudu zaidi na zaidi. Ne khumusale akhusomyenga kunyala khwachilila khumusaya bulikhase. Kwa sababu sisi wenyewe hatuwezi, lwekhuvera efwefo vene fwengenesa unyala kwanyala ta. Tumekaa hapa kwa sababu ya neema yake na uaminifu wake. Kwekhalano kulwekhuvera eh, sisa syewe nende vusuvili uvwewe. Wengi wangetamani kuwa na amani kama tuko nayo.